Sheria ya uchaguzi, sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambayo ni sheria namba 2, ambayo ni hii hapa, ambayo nitaizungumzia. Kwa bahati mbaya sana sisi kama CHADEMA tulipeleka marekebisho 38 kwenye maeneo mbalimbali mbali ya sheria na kanuni, tukitaka yawe sehemu ya sheria mpya na kanuni za uchaguzi, hayakuzingatiwa. Lakini wametoka na hii sheria namba 2 ambayo wamekuwa wakiitumia kama propaganda ya kuwaambia ninyi Watanzania kwamba kuna sheria mpya ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, lakini kuna sheria mpya ya uchaguzi. Sasa nitazungumzia baadhi ya vipengele vya kuwaonesha kwamba hakuna sheria yoyote mpya au hii sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi haitatumika kusimamia au kuunda tume ya kusimamia uchaguzi. Ukisoma ibara ya 27 ya sheria hii inasema hivi: mara baada ya kuanza kutumika kwa sheria hii, mtu yoyote ambaye ni mwenyekiti, makamu mwenyekiti au mjumbe wa tume ataendelea kushika madaraka hayo hayo pal, mpaka pale ujumbe wake utakapokoma. Yaani imetungwa sheria mpya hii hapa, inaitwa sheria mpya ya tume ya taifa ya uchaguzi, na tume ya taifa ya uchaguzi inaitwa tume huru ya taifa ya uchaguzi. Lakini hii sheria kifungu cha 27 inasema wale waliokuwepo, kwa maana ya mwenyekiti wa tume, makamu mwenyekiti wa tume, mkurugenzi wa tume, wajumbe wale watano kwa majina ya makamishna, wataendelea kuwa viongozi kwenye hiyo tume mpaka ujumbe wa, wao utakapokoma. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Watanzania mnaambiwa kwamba kuna tume ya taifa ya uchaguzi au kuna sheria ya tume ya taifa ya uchaguzi, lakini hiyo sheria inatumia tume ya zamani ya uchaguzi. Kwa hiyo ni ile ile tume iliyokuwa chini ya Jaji Mwambegele, iliyokuwa chini ya kina Kailima kama mkurugenzi iliyokuwa chini ya mtu kama eh, Omari Ramadhani Mapuri ambaye ni kati mwenezi wa CCM. Sasa itaendelea kuwa kwenye eh, kusimamia uchaguzi ambao unaitwa uchaguzi utakaosimamiwa na tume huru ya uchaguzi. Ukisoma vilevile sheria ya, ya, ya, ya, ya uchaguzi yenyewe wamehadaa Watanzania na wanataka kuhadaa jumuiya za kimataifa kwamba sasa wamepiga e, kuna sheria inayokataza mtu kupita bila kupingwa. Wanasema hakutakuwa na mgombea anayepita bila kupingwa, na wamekuwa wakipita wakiinadi na hata e, wanasheria wa serikali walipokutana wamelizungumzia hili kujaribu kuhadaa Watanzania kwamba e, e, hakuna mtu kupita bila kupingwa lakini sio kweli, kwa sababu huyo mtu ambaye unasema atapigiwa kura ya ndio na hapana, hakuna wakara wa kura za hapana. Kwa hiyo wakara atakuwepo wa kura za ndio tu, ambaye ni wakara wa CCM. Kutakuwa na wasimamizi wa uchaguzi ambao pia ni wana CCM. Lakini kwa wananchi, kwa upande wa wananchi watakaopiga kura za hapana, hairuhusiwi kuwa na wakara wa kura za hapana. Lakini vile vile kama kweli kungekuwa na utaratibu wa kupiga kura ya ndio na hapana, kungekuwa na utaratibu pia wa watu kufanya kampeni za hapana dhidi ya mgombea ambaye wanaona hafai. Vile vile, kanuni, sheria na na, na na na utaratibu wote hauruhusu kuwepo kampeni za hapana. Ukiangalia kwa undani, haya mambo yanaendeleza kutokuwepo kwa uchaguzi huru, haki na wawazi.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 tz at gmail com top one college of health and allied science we are the way to your success Ku wa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na jeshi la wananchi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa 2025 2026. Shule iposongea mjini, barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramiho. Masomo yataanza rasmi tarehe 8mwezi wa 7 mwaka 2025. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michepoo ya PCM, pcmpgmpcbmccbggmhg GK, HGL na tahasusi zote mpya zipo. Shule ni ya bweni na kutwa na inapokea wanafunzi wa dini zote. Kwa mwaka 2024, shule ilifaulisha kwa kutoa division 1178, division 296 na division 37. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Ruhuwiko au kwenye websaiti ya shule ya www ruhuwiko schools ac tz au piga simu namba 0762818180 nyote mnakaribishwa.